Ni Doka Heri wa Benga, ambaye tena nakuja hapa kwa kuchia moyo. Najua kwamba una maswali mengi, kulikuwa na project nyingi ambazo ungezitimiza katika mwaka ambao tuko naendea kumaliza. Una maswali ukijiuliza, itawezekana kweli? Miezi kumi na moja imeshapita, nilishindwa kutekeleza jambo hii. Kunabaki mwezi moja, inawezekana nikaitekeleze Acha nikwambia kwamba inawezekana. Kuna nguvu ambazo zisizokuwa zetu zinazofanya mambo zizo. Nguvu zimeitwa neema, na kupitia nguvu hizo, jambo ambalo ilishindikana siku nyingi kwa dakika tu ama kwa siku moja inakuwa inawezekana. Njumana huko, mwaliko wangu kwa, kwa tarehe kenda ya mwezi hii ambao tuko ndani kwa online, Tuishi Neno Ministry, tutakuwa na mafunzo na mafundisho ya teme ambayo imeongea neema experience ama matokeo ya neema. Karibu na Mungu akubariki.